Ya kwanza hifdhu dini, mambo matanba, hifdhu dini kwanza, uhifadhi na kuithamini dini yako. Sote tunajua umuhimu wa dini yetu, na Mwenyezi Mungu ameiacha katika mabega yetu, akamtuma mtume, mtume akaifanyia kazi, na baadaye mtume akatuaga, akaondoka, akatuachia sisi sitena kwa maneno inni tarikulakum mi na kuachieni au fikum ma intamassaktum bihima lan tadhillu baadi abadan kitab Allah wa itrati wa sunnati, na kuachieni kitabu cha Allah, kwa sababu ndani ndo kuna mwongozo wa vipi muishi mwi, na dini yenu na sunna zangu alibaiti wangu. Kwa hiyo hakuna pahali ambapo amesaza Rasulullah katika kutufundisha namna ya hifdhuddin. Dini inakuja nambari moja, ndio maana dini yako kwanza. Dini yako kwanza ichunge, ichunge dini ya watu wako, ichunge dini ya watoto wako, ichunge dini ya mke wako, dini ichunge kwanza. Usiende bila dini, usiende kimnyama, ki, ki, mnyama, mnyama ihifadhi ki, dini, hifdhu dini. Unajua Nabi Yusuf alipokuwa amepotea ulama utafsiri unasema ilichukua miaka arobaini Hebu jivishe wewe kofia au koti hili la Yaqubu. Mwanao kapotea, tena mwanao mpenzi, si mwanao tu, ukasema yule alikuwa akivuta bangi akilewa mpaka analewalewa, bora hata amepotea singoni tena, maana alikuwa anamtia uchungu. Huyu ni mwanao mpenzi, kipenzi chako, Yusuf alaihi salam, ni mtoto mwema mzuri, karimu ibnul karim, kapotea miaka 40, zaidi ya miongo minne, naonekana

kwani ukujua kwamba tutaonana kesho baadaye. Yaqub akamjibu mwanaye akamwambia, ya kawambia lam akun abki kama takul, hilo silo lilokuwa linaniliza lakinani khashitu an tughayira dinan ghaira dini lislami, fayufariku llahu baini wabainak. Mimi niliogopa mwanangu, huko uliko kilichokuwa kinanisumbua zaidi, usije ukabadili ukatafuta dini nyingine isiyokuwa dini yangu, dini yetu, dini ya haki, ikawa sababu ya mimi na wewe kutoonana kabisa, mpaka huko akhera. Kuishi miaka sitini sabini hapa duniani is nothing, ni kitu kidogo tu, lakini milele na milele mi sikuoni mwanangu, hata akhera tutakuwa hatupo pamoja, hilo jambo kubwa. Kwa hiyo hofu yangu kubwa ilikuwa dini. Ni wangapi katika sisi tunawachelea watoto wetu katika dini? watoto wetu wengine wako Marekani, wako Ulaya, wako Arabuni, wako papote, wanatafuta riski. Unachojali we, baba, mbona mwezi huu umetusahau, na babako zile dola zimekuwaje? Haulizi mwanangu, mi na wasiwasi, unaishi vipi huko? Umeondoka hapa hamsu salawa, umeondoka hapa binti yangu una hijabu kamili, umeondoka hapa adabu mtaa wote wanakusifu. Ukoje huko mzee, mmoja mmoja huwa wanauliza. il anachotaka yeye zile paundi zake anazoletewa mia mbili au mia tatu zimeingia, na ole wako ifike miezi minne hujatuma. kuna maanake hani basi wee kukaa huko Ulaya, lakini we ishi huko tu, hajali dini. Ukitoboa pua mtoto ume, wa kiume ukitoboa masikio ukifanya chochote utajijua, we mwenye mradi unaleta hela. Sasa dini ina nafasi gani kwako wewe? dini inaishi vipi? Angalia Qur'an inasemaje kuhusu dini ya ayuha ladina ya ayuha nas man yartadda minkum ya ayuha ladina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati llah biqaumin yuhibunahu wa yuhibbuna. Anawambia waumini wa, wa mkiacha dini mkibadilika, mkartadi, mkaiacha dini yenu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuondoa kawaleta watu wengine. Hao watu wengine watakuwa wanaipenda dini kwa kumpenda Allah na Allah anawapenda. Kila unapoona dini inazungumzwa inazungumzwa kwamba hakuna kitu cha thamani kama dini, na paka ikafika pale ikasema, la ikraha fiddini, usiwalazimishe watu, hakuna kulazimishwa mtu. Anataka aingie kwa ikhtiyari, kwa sababu kizuri kinajiuza na uzuri wa dini ukisoma vizuri unaijua. Wale waliokuwa wanaipinga dini, wanaitukana dini, hawajaijua dini, au wamefahamishwa na waalimu wabovu. Maana katika dini yetu pia kuna waalimu ba, ni wabovu. Badala ya dini kuieneza wanaichafua, badala ya kuifundisha dini wanaipaka matope, na wakidhani kwamba wanafanya vizuri. Uislamu unatukanika kwa sababu ya maneno yao ya methodology ya aina ya ufundishaji wao. Basi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii dini ametuachia sisi tuieneze vizuri, tuifundishe vizuri kama alivyokuwa akifundisha. Hiyo ni nambari moja.